Na salamullahi ala ikhwa. E, tukiwa na mwendelezo au tukiwa tunaendelea na masomo yetu au na somo letu la namna ya kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu na tukiwa katika eh, mwendelezo mzuri ambao kwa wenyeji wanafahamu wapi tumeishia, aidha kwa wageni karibuni sana, na vilevile msiache kusubscribe ili kupata matoleo mapya ya video za masomo ya kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu. Katika somo lililopita, tumeweza kusarufisha au kufanyia tasrif kitendo cha qaraa. Kitendo ambacho tumeweza kufanyia tasrif au tumeweza kukisarufisha katika dhamiri zote, kuanzia ya kwanza ambayo ni ya mutakallim ambayo ni ana mpaka dhamiri ya mwisho ambayo ni ya ghaib ambayo ni hunna. Video ya somo letu la leo tutaweza kukifanya tasrif au tutaweza kukisalfisha kitendo chetu cha kharaja kharaja. kitendo cha somo letu la leo ni hiki ambacho kipo ubaoni. Faraja. Hivyo basi, tutakisarifisha aya kwa mfumo ule ule wa jedwali kama vile kitendo cha qaraa kilichopita katika e, somo lililopita na kitendo chetu e, cha somo letu la leo kina maana ya kwamba kutoka faraja, kwa ina maana ametoka. Faraja, ametoka. Mfano, ana farajtu mida ni madrasa mimi nimetoka shuleni. Ana kharajtu minalmarkaz, mimi nimetoka e kituoni. Ana kharajtu min almasjid, mimi nimetoka e msikitini. Ana kharajtu min almustashfa, mimi nimetoka e hospitali. Hivyo basi kharaja ina maana ni e kutoka. Tukianza kukusarufisha e, kitendo chetu e, cha somo letu la leo katika e, dhamini ya kwanza ambayo ni dhamini ya utakalim ambayo ni Ana. Ana, kharajtu, mimi nimetoka. Ana, kharajtu, mimi nimetoka. Nimetoka katika lugha ya Kiswahili ina maana ni wakati ambao umeshafanyika, hivyo basi katika lugha ya Kiarabu wakati ambao umesha fanyika unaitwa eh, madhi wakati uliopita, fi'lu al madhi kitendo cha wakati uliopita, fi'lu al madhi kitendo eh, cha wakati eh, uliopita. Hivyo basi katika mstari wetu wa juu hapa, tutazungumzia au tunazungumzia eh, wakati uliopita au wakati ambao umesha Wanika, eh, kitendo. Ana mimi nimetoka, farajtu, mimi nimetoka, ana farajtu. Nahnu sisi. Ikumbukwe ya kwamba ana na nahnu ni dhamiri za almutakalim. Katika video za masomo yaliyopita, kwa wale wenyeji wanafahamu ni kwa namna gani tumeweza kuelekezana na ni kwa namna gani tumeweza kupapanua aina za gami na vigawanyo vyake. Kama ni mgeni, basi hakikisha unafuatilia masomo yaliyopita au masomo yaliyotangulia katika video tofauti tofauti, na vilevile vile usiache ku, e, kusubscribe. Nahnu kharajna, sisi tumetoka. Anta kharajta wewe lakini, wewe hii ni wewe ya kiume. Anta, wewe mwanaume. Kharajta, umetoka. Anti, wewe wa kike. Kharajti, umetoka. Antuma, antuma niye wawili, antuma niye wawili. Kharajtuma, umetoka antuma mwe wawili harajtumaa mmetoka. Antuma hizi tumeweza kuzindia au tumeweza kuziandika mara mbili, kwa sababu ni upande wa kike na upande wa kiume. Upande wa kiume na upande wa kike inatumika kwa staili hiyo hiyo moja, hivyo basi tumeziandika kwa aina mbili, kwa sababu tuweze kutofautisha antuma niye wawili wa kiume antuma, niye wawili wa kike antuma, niye wawili wa kike antuma, niye wawili e wa kiume karajtuma, karajtuma niye wawili wa kike au wa kiume mmetoka antum, niye wengi hivyo Wenyeji wanafahamu wingi katika lugha ya Kiarabu ni kuanzia tatu. Kwa wageni ambao hawalifahamu hili basi, wafahamu ya kwamba katika lugha ya Kiarabu, au lugha ya Kiarabu ni lugha ambayo iko tofauti au ina utofauti mkubwa, baadhi ya vipengele vyake, na miongoni mwa vipengele ambavyo ni tofauti na lugha nyingine ni wingi. Antum ni wingi yeye. Nini? Lakini kwa lugha ya Kiswahili ukisema neno nyinyi au ukiwazungumzia watu wengi, basi ni kuanzia wawili na kuendelea. Lakini eh, kwa upande wa lugha ya Kiarabu wingi ni kuanzia tatu na kuendelea. Antum nyinyi wengi, ina maana nyinyi, hii ni watatu na kuendelea. Antum niye wengi, arajtum mmetoka antum niye wengi, karajtum mmetoka. Antunna niye wengi antunna niye wengi, lakini wengi hii ni wengi ya kike, wengi wanawake. Antunna niye wengi wanawake, karajtunna mmetoka, niye wengi wanawake mmetoka. Antunna eh, karajtunna huu ulikuwa ni mpangilio mzuri au ni usarufishaji wa kitendo cha kharaja, au ni usarufishaji wa kitendo cha kutoka ambao ni mzuri na ni rahisi kueleweka kwa anayejifunza lugha ya Kiarabu. Huu ulikuwa ni mlongo wa usarufishaji katika upande wa wakati wa kitendo cha uliopita, fi'lu al-madhi, wakati wa kitendo Hivyo basi kitendo chetu tumeweza kutofautisha katika e, wakati mmoja ambao ni wakati uliopita, lakini katika dhamiri e, hizi ambazo zipo ubaoni katika siku e, ya leo tukimalizia jedwali letu ya leo katika e, mstari au katika kipengele cha chini ambacho ni cha wakati wa sasa hivi au wakati uliopo wa almudhari'i, fi'lu almudhari'i, wakati wa sasa hivi au kitendo cha wakati wa sasa hivi. Ana mimi, mimi ninatoka sasa hivi, mimi natoka sasa hivi. Ukitaka kusema ya kwamba mimi natoka sasa hivi, basi unaweza kusema ana akhruju, ana akhruju, mimi natoka ana akhruju min al madrasa, mimi natoka eh, shuleni. Ana akhruju min as saff, mimi natoka eh, darasani. Ana akhruju min as saff, mimi natoka eh, darasani. Hivyo basi, ana akhruju, mimi natoka. Nahnu nakhruju, sisi tunatoka. Nahnu nakhruju min as saff, sisi tunatoka eh, darasani nanu nahnu nakhruju anta takruju, wewe wa kiume unatoka. anti takrujina anti takrujina, wewe wa kike au wewe binti unatoka darasani. anti takrujina mina safi anti takrujina anti takhrujina mina safi. Mfano wewe wa kike unatoka eh, darasani. Antuma, antuma, antuma ya kike na antuma ya kiume. Takhrujani, tahrujani, nie wawili mnatoka, nie wawili mnatoka antuma takhrujani min as-suq, nyinyi wawili natoka eh, sokoni. Antum, nyinyi wengi wa kiume. Antum, nyinyi wengi wa kiume. Antum takhrujuna, antum takhrujuna min al-madrasa, nyinyi wengi natoka eh, shuleni. antunna niye wengi e wa kike. Antuna ni niye wengi wa kike. Tahurujna antuna, tahurujna niye wengi e wa kike na toka. Sasa hivi, hiki ni kipengele chetu cha mwisho katika jedwali letu la somo letu la leo katika e kitendo cha karaja ambacho ni kitendo cha somo letu la leo na hii ndiyo njia ya tasrif al-af'al au ni njia ya usarifishaji wa kitendo e kwa njia ya jedwali. Hapa tunaweza kuanza na kitendo chetu katika e, dhamiri hizi, lakini somo lijalo tutaweza kumalizia katika e, dhamiri zilizobaki na kutumia kitendo hiki cha kharaja. Hivyo basi kama bado huja subscribe basi hakikisha una subscribe ili kupata mwendelezo wa masomo mapya na masomo e yajayo. Mwisho wa somo hili ni mwanzo wa somo lingine, mazuri yanakuja na ni wasihi sana, sichoke kufuatilia wala msite kufuatilia, kuwa na mimi mwanzo wa somo mpaka mwisho wa somo ili kuweza kufaidika.